Ni asubuhi tulivu katika mji wa Mpanda, watoto wakiongozana na shuleni kuitafuta elimu, maisha ya watu yakiendelea kwa utulivu. Hii ndiyo Katavi, mkoa unaokuwa kwa kasi, sio tu kiuchumi, bali pia katika sekta ya afya. Kwa mimi huduma hii nimeipenda, huduma hii ni nzuri na wametupokea vizuri, kwa kweli, kwa sababu mtoto alikuwa na changamoto kidogo, kwa hiyo huduma tuliopewa ni tofauti yani na hata ile ya mwanzo, tupende kushiriki na familia kwenye mambo kama haya kwa sababu ukimwachia mama peke yake haiwezi ikawa ina ufanisi sana, kwa sababu kuna changamoto zinatokea. Lakini kama baba kiongozi wa familia ukiwa naye jirani, ni rahisi namna ya kuzitatua na namna ya kumsaidia mwenzio. Kwa hiyo napenda kuwashauri na wanawake wenzangu wajitahidi kuwaelimisha wa baba wao wanawasindikiza kwa maana ni kitu kizuri, baba anakuwa anajua hata mtoto maendeleo ya mtoto na kuna pia kuna semina huwa wanatoa. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan sekta ya afya mkoani Katavi imepiga hatua kubwa, hatua zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi imepokea takriban shilingi bilioni kumi na tano nukta tisa kama sehemu ya uwekezaji katika eneo la miundo mbinu ambayo miundombinu hiyo iliyojengwa tumeweza kujenga uh, jengo la WMI a ambayo ndo hili tunalolitumia kwa sasa, lakini pia tumeweza kujenga jengo la magonjwa ya, ya dharura kwa maana ya amd. Hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi ambayo zamani ilikuwa na changamoto za miundombinu na huduma, leo imekuwa mfano wa mafanikio ya uwekezaji serikalini. Hapa inavyoongea bado kuna uwekezaji bado unaendelea. Tuna jengo la wing B ambalo ujenzi wake unaendelea tunategemea ndani ya mwaka huu ndani eh, ya mwaka huu wa fedha jengo hilo pili litakamilika, ambayo litaweza kutoa huduma ya mama na mtoto, vyumba vya upasuaji na wodi mbalimbali mbali. Aa, kwa ajili ya wagonjwa ndani ya mkoa wa Katavi na wote watakaohitaji huduma hii nje ya mkoa wa Katavi na nchi jirani. Kwa mara ya kwanza wananchi wa Katavi wanahudumiwa na madaktari bingwa wanaopatikana muda wote. Tumepata pia na huduma za kibingwa ambapo madaktari bingwa pia wameongezeka. Awali 2021 2022 tulikuwa na daktari bingwa mmoja tu. Lakini kwa sasa tuna zaidi ya madaktari bingwa 8 ndani ya miaka minne ya mheshimiwa rais. Lakini pia tunategemea kupokea madaktari bingwa ndani ya kibingo, hii uh, mwaka huu au miaka hii miwili wengine zaidi ya watano. Huduma zimeboreka, tuna huduma za kibingwa. Mgonjwa anapokuja akiwa amelazwa kutoka OPD tunampokea kwenye wodi yetu ya ya upasuaji na magonjwa ya ndani. Ndugu wa mgonjwa tunamwelekeza huduma zinazopatikana kwenye kwenye odi yetu. Idadi ya watumishi wa afya imeongezeka kwa kiwango kikubwa, jambo linalopunguza foleni na kusubiri kwa muda mrefu na kuongeza ubora wa huduma. Eneo la simali watu, tangu mwaka 2021 22 mpaka sasa tumepokea jumla ya ajira mpya 261 Wakada mbali mbali, wa kada mbalimbali ukipo madaktari wauguzi wa famasia wataalamu wa, wa maabara pamoja na kada nyinginezo. Ongezeko hili ukiangalia na, na ukiinganisha na wakati huo ni ongezeko la zaidi ya asilimia hamsini na tisa. Mimi nilipata ajira yangu hapa mwezi wa kumi na moja mwaka wa elfu mbili kwanza kabisa kwa niaba ya watoa huduma wengine wote pamoja na madaktari ambao tuliajiriwa pamoja, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu haikuwa rahisi kwa kweli. Kwa hiyo wale ambao walikuwepo tayari walikuwa na mzigo mkubwa na walikuwa wanapambana sana. Kwa hiyo sisi kwa kuja kwanza tumeongeza nguvu sana, lakini pia tumeongeza ufanisi wa huduma ambazo zinatolewa. Wakati huo huo upatikanaji wa dawa umeongezeka kwa zaidi ya asilimia kubwa ikilinganishwa na miaka kadhaa iliyopita. Eneo la dawa na vitendanishi, ukiangalia bajeti yetu kwa mwaka 2021 2022 ilikuwa ni milioni 600. Eh, kwa mwaka mzima, hiyo ndio ilikuwa uwekezaji wa dawa na vitendanishi, lakini mpaka leo hii ninavyoongea kwa huu mwaka 2025 aa uwekezaji kwenye eneo la dawa sasa hivi kwa hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Katavi ni zaidi ya shilingi bilioni 1.7, jambo ambalo limetuwezesha kuongeza upa, upatikanaji wa dawa kutoka asilimia 82 mpaka asilimia 98. Na hospitali imepata majengo mapya ya kisasa, ukarabati wa wodi za wagonjwa pamoja na vifaa tiba vya hali ya juu. Vifaa tiba ndani ya hii miaka minne tumepokea takriban shilingi bilioni tano na nukta tisa. Vifaa tiba hivi ni pamoja na vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kupumulia watoto vifaa vya theta eh, vifaa vya, vya ICU eh, na vifaa vingine vyote. Mi nilikuja siku ya Jumamosi nikuwa nimesikuwa na uchungu kuandikia Katumba, tukifika pale Katumba akasema imeshindikana, tukapewa lisa lokuja huku, ifika hapa nikapetelezwa sieta, ndo nikawa nimepasuliwa toa mtoto wa kike, natoka nipasuliwe. Kwa kweli nimeendelea vizuri, tunashukuru kwa ha, yote, yenayu, huduma tunazozipata na nimepata mtoto. Haya yote ni mafanikio yanayoonekana eneo la huduma kwa ujumla. Uh, tuna huduma ambazo uh, ndani ki, ya k kipindi cha miaka minne ya mheshimiwa rais zimeongezeka na hazikuwepo kabisa ndani ya mkoa wa Katavi. Huduma mojawapo ni ya uchujaji damu kwa maana ya dialysis. Ndani ya miaka minne ya mama tumeweza kuanzisha kitengo cha uchujaji damu kwa maana ya, ya dialysis. Ndianzia Dodoma Benjamin pale mwezi wa kumi na mbili nikawa nimehama nikahamia kupata huduma Mbeya, Mbeya hospitali ya rufaa, nikaanza kupata huduma pale. Nashukurani yangu kwa rais kwanza kwa huduma hii aliyotuletea hapa, yeye ndio mkombozi wetu eh? kwa vitu alivyotuletea hapa, watu wanakombolewa kwanza eh? kwa huduma hii. Hospitali hii pia inazalisha hewa tiba kwa matumizi ya ndani na vituo vingine vya afya, lakini pia huduma za uzalishaji tiba kwa maana ya oxygen plant. Lakini pia ongezeko uh, la vipimo upande wa, wa, wa, wa maabara limeongezeka <coughs> kutoka 79 uh, mpaka 143 uh, ndani ya hii miaka minne ambayo ni ongezeko zaidi ya, ya asilimia 50. Maabara mpya yenye ubora wa kisasa imeongeza uwezo wa vipimo kuhakikisha uchunguzi sahihi na matibabu stahiki. lakini pia maabara yetu ndani inye inye ya ii miaka mingi imepata ithibati ya kimataifa yaani kutoka kwa SADCAS. Uh, hivi huduma zinazotolewa kwa upande wa maabara zina utambuzi wa kimataifa. Maisha yameboreshwa, matumaini yamerudi, na afya imekuwa kipaumbele cha kweli. Lakini pia kuna vifaa mbalimbali vilivyoongezeka hasa eneo la vipimo uh. Kuna vipimo vya CT scan ambavyo uh, vipimo vya CT scan kuna ultrasound kuna digital x-ray ukiangalia imekuwa ni mageuzi kwa ndani ya mkoa wa Katavi kuwa na CT scan. Hapo awali ilikuwa ukihitaji kipimo cha CT scan ilikuwa lazima uende hospitali uh, ya Benjamin Mkapa au uh, uende uh, uh, Bugando Mwanza. Idara ya radiolojia ina vitengo vitatu: kitengo cha ultrasound, x-ray pamoja na CT scan. Kiujumla, tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea mashine za kisasa unatuma sound za kisasa zaidi digital, ambazo ukishapima mgonjwa majibu yako yanatumwa moja kwa moja kwa daktari, na hizi ziko compatible na mifumo yetu ya afya ambayo haina haja ya kutumia makaratasi. Pia tuna mashine hii ya CT scan ambayo kwa kwa nchi yetu hii tuseme ni, ni modality mpya ambayo ilikuwa haijawahi kutokea kwenye hospitali zetu za, za mikoa. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii mashine ni nzuri inafanya kazi vizuri, mwonekano wa picha zake ni mzuri kabisa. Pia na yenyewe ni digital, picha zake baada ya kupigwa inazituma kwa daktari moja kwa moja. Haya ndiyo mafanikio ya sekta ya afya hospitali ya rufaa mkoa Katavi. Huduma ni bora, vifaa vya kisasa na uhai ni mpya kwa wananchi. Tunaamini uwekezaji uh, unaoendelea kufanywa na Mheshimiwa Rais utaendelea ku utaendelea kuonyesha na huduma za kibingwa na bingwa bobezi zaidi ndani ya mkoa. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.